yani, kama kipindi. Yeah. Adele ukimuona unaweza kusema huyu hana hana muonekano wa kisanii lakini mpe mic aimbe uone. Sio ndo watu ina hiyo. Okay. So karibu na gossip table story ambayo ina mhusu Rayvanny alongside Pogba. Pogba. Eh, bwana, Paul Labile Paul, Labille, Pogba mbali sana, ndio sasa tujue kwamba muziki wetu unakubalika na wasanii wetu pia wanakubalika vizuri mm. Yeah, mziki unafanya vizuri, hasa wa Tanzania, tunapiga hatua kubwa, umefikia hatua mpaka ms, a, mchezaji mpira mm, kutoka e, timu ya taifa ya Ufaransa na mm, klabu ya Monaco inayoshiriki yeah, e, ligi kuu yeah, pale Ufaransa, ligi 1 Paul Labille Pogba bana yeah. Kitu kikubwa sana kwa kwa muziki wetu wa Tanzania omba mm, yeah, ameposti cool picha yake pale akiwa na mshikaji wamepumzika baada ya kufanya mazoezi yeah. Then akaisindikiza na wimbo songi songi, yani nafanya kulilizi mi, mifupa mm. Mishipa, msukumo wa yeah. damu mm. Ubongo unakaa sawa just imagine. Ni kamtu kadogo tu kutoka Mbeya, lakini shara tuka yule mdada nani? Salmachika. Salmachika, eh? Yeah. Eh, Salmachika kafanya kazi kubwa. Ujue yeah. Wimbo mkubwa yeah. Ule kama mkongo fulani kama Mwangola hivi anaingia ingia mkongo. Chotala ile anavyoonekana yule <laughs> Ni mixer. Ni mixer ya Kikongolese. Hivi haiku haijaleta ha, ha, ha, shida hii, labda uh, ni eh? nani? Nani? Nani Maulika eh? yule anaimba na, na likiba song song songi mama taa uh, kuna maana yeah. Kuna, kuna ysongi takuwa na maana yake uh, unajua watu waochelee. Unajua ingekuwa kibongobongo huku, uzuri. Wenzetu hawana shida. Ingekuwa kibongobongo hmm. huku, kimetokea hiyo, angetokea mtu akasema hivi, idea yangu kaiba huyo, hamna um, afu mbona melody pia ziko tofauti, kwa sababu nyingine ni sawa na wimbo uitwe mama mama, wameimba watu wengi sana. Mama alimba Midingo, Bella like, kaimba Kayumba, akaimba nani, sasa ilikuwa uh, wengini wengine, mbona na mimi niliimba mama, oh, umeimba idea yangu mm. lakini wenzetu kule hawana hizo mama song song ni ngoma kali sana sana san, sana, san. Alafu uzuri ni kwamba uh, katika kuzingatia hili umekutana watu wote hawa wawili, sauti zao zimetulia, sauti so, fulani hivi ambazo zikiimba uh, afropop ngoma za kutulia kama hizi mm. Yani zinakaa unyama, natamani pia kama ingekuja korabo nyingine hao watu wakatoa ngoma ya kuchangamka tukaona pia vibe lao linakaa mm. yani amapiano fulani hivi yeah. Na muziki wa Tanzania kama una baraka hivi kama una mablessing mengi ya kwa yes, Mungu unajua, wa wakati Diamond amekutana, unajua Diamond anashakutana na Pogba yeah, shakutana sehemu hivi wana wametulia kuna sehemu wanatazama wana, wana, wana mpira yeah, na nini alafu kwa savano liko kwenye hit yani, yani, nilibeng nili, nili limesimama huko kwa nilibeng limesimama kwa ma kwa savaya yale mastaili akapigwa pale na Pogba nini akiwepo mm. So ni kitu kikubwa. Pogba mwenyewe akaposti alafu akakolaborate na Diamond Platnumz yeah. yeah. baada ya hapo mm-hmm kabla ya kumasava tukirudi nyuma, msanii Mavokali, wimbo wake wa mapopo, mchezaji kutoka klabu ya Real Madrid mm. Sergio Ramos mm -hmm. Aliposti picha, alafu ile picha akaisindikiza na mapopo popo popo. Pia ni, ni, ni kolabo kati ya Mavoko na Rayvanny e, lakini aliposti ya ile yenyewe, ile, ile original aliposti Bwana Mavokali ya kaipini ile posti na nini kuposti. So muziki wa Tanzania una mablessing, yani mablessing yapo lakini pia inaonekana Pogba ni, ni mtu ambaye anafuatilia sana kazi za wasanii wa Tanzania. Mm, kama aliweza kuikubali kwa masava na akaielewa vizuri sahivi songsong ya Reivani na Salma Chika, lakini unaonekana ni mtu ambaye anafuatilia sana uh, kazi nzuri za wasanii wa Tanzania, kitu ambacho mm, nataka tujivunie pia mm. yeah. Yeah. Sisi hapa kibongobongo tuna ile kuzarauriana, lakini nakuta unachokizarau no nje kinaheshimiwa kwa upana zaidi mm kashajitengenezea tu mm, ah, yani na kijiji chake kwanza kwenye bt mpaka si mchezo. Na watu wasimchukulie poa Reivani mm. Kuna watu wanamchukulia poa sometimes, Reivani mtu wa remix na nini remix akile ile, ni kweli anazifanya lakini anazipigia vizuri, tetema eh, sana sana sana, yaani kuna muda watu wabidi tu wakubali kwamba kwenye wasanii ambao wanawachukulia kama ni wasanii wakubwa Tanzania, mm. Aidha wako watatu, wapo wawili mm. watano, wanne, ikiwezekana hata mmoja, basi jina Rayvan, watu wasilichukulie yeah, sure, poa mm. Wasilichukulie poa kabisa kwa sababu kama msanii anaweza kupenyapenya kutoka bara la Afrika akaenda mpaka bara la Asia mm. akafanya kazi, akafanya shows kwenye viwanja vikubwa. Afrika alifanya show moja kwenye uwanja wa mpira na akajaza, na watu walifurahi. Akafanya mashows kwenye nchi mbalimbali huko na watu wakafurahi, so watu wasimchukulie poa Raivani, na kama kuna mtu yupo juu ya Rayvanny na anaamini ye yuko juu ya Rayvanny na akamwona Rayvanny kama ni mtu akumchukulia poa basi, nimwambie tu ya kwamba Rayvanny anakuja. Ulichokuwa nacho Rayvanny anakitaka, iko hivyo yeah. <laughs> ulichokuwa nacho Rayvanny anakitaka, anakitaka kwa sababu kuna watu tulikuwa tunaangalia kwenye game kama ni wakubwa, lakini kwa spidi aliyokuwa nayo Rayvanny mm. kashapiga gepu la maana yani, kuna watu kashapiga gepu ya, n yani, gepu lipo pia kuna wasanii watu poa, kwa nawachukulia poa huu jamaa yupo, ila faida au fedha ambayo anaipata inapatikana kwa mtu fulani ndoye anapewa aya. Mfano mdogo Boso, huyo hapa Boso sasa hivi ana gari kubwa ya, ya milioni mia mbili bilioni bilioni, bwana kubwa mia mbili bilioni bilioni kawaida angalia hapo, angalia hapo. Nakwambiaje, sasa hivi tushahama kule, yani tushahama kwamba oo, sijui mtu fulani akinua gari mm, sijui ndo stori kubwa. Sasa hivi watu magari wananunua, alafu ni kawaida sana, na gari alionunua Mboso ni zero kilomita <laughs> We sabi mwongo, watu wanaona magari, wanaona mambo mengi. Maisha yashakuwa, eh, maisha kuwa magumu kwa watu wengi. Wewe kama maisha magumu, kama unapata fedha itumie. Ukipata hela bilioni ngapi kwa gari ya Mboso mbili, angalia. Utangaika tu, utangaika sana, mimi ngoja nikuonyeshe moja nikuonyeshe hapa, kwa sababu mimi sitaki vitu viwe vingi, sawa uh? Subiri <laughs> mhimu sigari tu, yeah, tunaangalia ushahidi ja yeah, mambo kwa ushahidi, kwa ushahidi yeah. Nikawaonyesha kabisa na receipt, au mm? au maneno milioni mbili mchezo, subiri. So hapo Sami <laughs> milioni mia mbili bwana hiyo, hmm? <laughs> milioni mia mbili hiyo, milioni mia mbili wapi bwana, milioni mbili bwana, hela ndogo kwa Mboso, mia mbili hela ya kawaida hiyo, hela ya supu ndio hiyo eh, milioni mia mbili bilioni mbili milioni mia mbili hasa mbona ela ndo, halafu mbwembwe mi. Oh, oya, bilioni mbili milioni mia mbili, kwani hawezi kununua gari ya bilioni mbili? Hakuna bwana, anawezea wapi? Ah, jamani, Mbosso sho aliifanya Simba lasikalipa bilioni moja ile au ndio anaweza akanunua gari ya bilioni mbili hasa, anashindwaje? Kwa mfano Mbosso akiamua sasa hivi ile bilioni moja alipata kwa Simba akachukua na bilioni moja nyingine ambao labda akaipata simu ingine, hawezi kununua gari na mziki wake unafanya vizuri, unapumua YouTube, anunue basi hmm atanunuahata hivyo hata hivyo, ziro kilomita. Nani kanunua bongo zaidi ya mboso wanao e? ni zaidi ya milioni mia mbili. Gari inatoka na lastik zake, gari imefunguliwa kwenye kwenye gift paper. Nani kanunua hivyo zonunuliwa zote bongo zote, zote, inaitwaje hii, ni okay. Ford hiyo uh, uh, ni Ford Everest zero kilomita, maanake kwamba haijakanyagwa, yani haijaendeshwa yeah, yani inabebwa tu gari, mda wote inabebwa, imetolewa kiwandani, imebebwa yani, eh, tangu mwenye gari hai, haithibitishe na kufanya kuitathmini kwamba hii gari ndio inaingia sokoni, haijawashwa tena mpaka namfikia, na hii hapa inaendeshwa

inamohusu msanii Reivani Songi Songi, of course ni ngoma kali na tutegemee, yeah. mengi atakuja kupitia ngoma uh, nyingi za Reivani yeah, of course, lakini mimi niseme tu maua mengi kwa Reivani. Reivani msanii ambaye kwa kweli anajitahidi sana sana, anapasua miamba kwa kweli, anajitahidi sana, na sidhani watu hawakutegemea kama itakuwa hivyo. Kwanza watu wamekaa na ile ya kuamini kwamba mtu kutoka kwenye lebo lazima ayumbe, lakini huwezi amini, toka ametoka kwenye lebo hajawahi kuyumba, ndio kwanza yuko hivi, sawa. Sio kama wengine aa, wakashindwa kuwalipa wasanii wao hivi. <laughs> hivi Harmonize na nani imeshapi? na na mbosso <laughs> tusubiri. Kuna mtu akanitumia picha kuhusu ile wavokuwa studio mm, akanitumia akasema, hii picha Diamond angeiona hii angeiposti, naakoajaiona eti

Tuna sign out behind the camera nani? <laughs> mawala zevision, uchoyo tu. E, uchoyo tu kuzana pua <laughs> tu